Mimi sina cha ja kumfanya Nuru, sina cha ja kumfanya na mwachia mwenyezi Mungu mwane. Tukiwa kule Jimbo, unaona, tukiwa kule Jimbo, mtu akianguka kule Jimbo, akitoka kule Jimbo hawezi fanya bila mimi, unaona, anataka hivyo. Sasa sisi wenye tunatoka kule Jimbo, alhamdulillah, kila mtu anafanya ile vile anaweza. Eh, huwezi huwezi simamisha riziki mwenyezi Mungu, kama amekupangia kitu huwezi, my brother hata upande juu uende chini, report ya akaunti zangu, ripoti ripoti video zangu zote zende restricted and delete. Ukitaka hata report pakai akaunti yangu, amkale kuna 7000 enda paka Facebook uniripotie hmm? lakini nimekumbuka hii akaunti yangu zu Bujra, nayo password nimekumbuka. Mimi ndio mjinga, nimemwamini kwa kila kitu, kwa akaunti yangu pia. Yeye yako kwa TikTok, ako kwa Facebook. Uko na right ku report vitu zote my brother. Sababu, we ndio ulinipea hiyo account, si ndio? Nimembloki yeye na bibi yake, ni wanafik. Na mimi sisemi uongo. Na kama yeye anaona mimi nilifanya kitu kibaya, nimemwongelea vibaya, kwa sababu I have the proof. Bujra ume, umejaribu vitu mingi wewe na bibi yako. Umejaribu. Mimi bibi yako nilikosana naye before tuende Tanzania. Ukajaribu kutupatanisha, ukajaribu hivi na hivi, nikakataa nikamwambia kile amefanya bibi yake siwezi hata mwangalia kwa uso. Siwezi hata enda kumuongelesha. Na paka wa leo mimi sikuenda hiyo kitu yao inaitwa aje ile muhawar sisi ndo tulipanga. Mimi na Sophie na Digo TikToker na yeye. Muliona mtu yoyote yenye tulipanga hiyo pati mwenye alienda? Hakuna alienda kwa sababu yo ya bibi yake, na tabia pia ya unafiki. Na mimi sisemi uongo, kama mtu anajua vizuri anayo, na na niko na ushahidi, hata unipeleke pahali popote. Wewe Bujra ulifata paka bwana yangu, kamwambia mimi ni mbaya. Uwezani na mimi, wewe ni mwanaume mwanaume yani. Eh, wakati mimi nimekuwa hapo Jimbo Media hujawahi nisikia hata siku moja, <tapos> mi nataka mwanaume huyu nataka huyu mina... nisikia nisikia, <tapos> hujawahi, lakini ulienda ukamfata, oh, Nurya sawa, lakini hizi na shida o, si, Jimbo, si, Sophie, si, Dunga, si, si wote wenye tumekuwa Jimbo tumefanyiwa hivyo. Si Sofi si Dunga, sisi wote tumejaribu, kwa akaunti zetu zim, zimeripotiwa, e, Sofi ni sawa, hawezi ongea, yeye ni mwoga labda hawezi kuongea, lakini mimi imefika time siwezi tena nyamaza. Siwezi tena nyamaza. Sofi nyamaza wewe mama, huwezi wewe kuongea, we ni mwoga ni mnyonge lakini mimi siwezi Bro, you try to destroy my relationship. Nimenyamaza hmm? Lakini zipa hali, napata tonge mimi, digo maini, usinipigie simu hmm? Nyinyi nyamazeni, nyinyi nyamazeni, nyinyi nyamazeni, kwa sababu saa hii mimi am ready. Babangu, ripoti account yangu, naitikia yes, ripoti sindiyo, pata wewe, riziki zote Pata babangu, pata, jaribu kuniangusha, vile unataka kuniangusha, unaona, jaribu, lakini Mwenyezi Mungu ndiye wa haki. Ukiona nasema mimi si wa dini, lakini nakijua sasa, sababu nimetumia maji, sisi kwenye dini yetu ya Kiislamu ukitaka kushika hicho kitabu lazima uwe na udhu Mm hudhu -hmm. Yani, uwe uko pure, yeah. So hii ni masaf ama ni Quran. Hapa ndani ukiangalia maandishi ya Kiarabu, mwislamu mm -hmm. woyote mm -hmm. kama amefanya jambo mm -hmm. ambalo liko kinyume mm -hmm. kimletea hii masaf atakuambia achana na So mimi nimeshika hii masaf mm -hmm. na nasimama mbele ya Mwenyezi Mungu mm -hmm. kama mimi Bujra Mohammed nishawahi kuripoti video yoyote ya Nurya Nasru, video ya Sofironi, video ya Dunga, video ya Digo Tiktoka, video ya Bekaruga, kwa sababu katika live amesema, mimi huwa naripoti video za mtu yoyote atakaye toka Jimbo Media. So mimi nimeshika hii masafi, kama Mwenyezi Mungu, mimi nishawahi kuripoti video ya mtu yoyote kati ya hao nliwataji Ewe Mwenyezi Mungu, zifute amali zangu zote njema nilizozifanya na unifanye mimi niingie katika moto wa Jahanamu kama mimi nishawe kukifanya hicho kitu. Na kama sijakifanya na mtu ametengeza video akasema kwamba mimi nilikifanya na ako na ushahidi, basi Mwenyezi Mungu unamjua yule ambaye anamsingizia mja wako jambo lolote. Mimi sina cha kumfanya Nurya, sina cha kumfanya namwachia Mwenyezi Mungu mimi si amenisingizia kwamba nimefanya hicho kitu, mpaka the image ambayo imejengeka kwa wafuasi wangu, wafuasi wa mitandao, wa kazi zangu. So amesema kwamba mimi sahi ni mbaya kwa sababu nimefanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu ndiye atakayemhukumia kila ambacho nuru kitampata. Mwenyezi Mungu wajua wewe, lakini mimi bro, sijawahi fanya hicho kitu tokianzali.